Kama kuna kitu kinauma kuliko kifo, basi ni kuishi na mtu ambaye ni muuaji wa hisia zako huku ukimwita mke. Jina langu ni Juma, na hii siyo hadithi tu, ni kidonda changu kilicho wazi. Yote ilianza miaka 14 iliyopita, hapa hapa Nairobi. Nilikuwa kijana wa miaka 30 niliyejipata nimezama kwenye dimbwi la mapenzi na mwanadada mrembo Zena, mwenye umri wa miaka 27. Zena hakuwa peke yake. Alikuja na binti malaika mdogo anayeitwa Neema ambaye alikuwa ni binti wake wa kumzaa, aliyezaa na mwanaume ambaye waliachana. Sikujali, moyo ulinidunda kwa ajili yao wote wawili. Ili kumthibitishia Zena kuwa mapenzi yangu hayakuwa ya msimu, nilifanya uamuzi mzito. Nilienda kwa mwanasheria, nikabadilisha cheti cha kuzaliwa cha Neema. Niliondoa jina la baba yake wa zamani ambaye Zena aliniambia alikuwa hasara na kuweka jina langu. Neema akawa mwanangu wa damu na kisheria. Hapo ndipo nilipofunga pingu za maisha na Zena, nikiamini nimepata mwandani. Maisha yalisonga. Tulibarikiwa au nilidhani tumebarikiwa na watoto wengine wawili wa kiume mfululizo. Nyumba ilijaa kicheko. Ili kumfanya mke wangu ajihisi huru kiuchumi, nilimfungulia biashara kubwa ya nguo katikati ya jiji. Mtaji, kodi na kila kitu kilikuwa juu yangu. Lakini hapo ndipo sarakasi ilipoanza. Kwa miaka kumi ile biashara ilikuwa kama shimo la kutupa pesa. Kila nikiuliza hesabu, Zena analalamika biashara ni ngumu. Nikienda dukani mara nyingi nakuta pamefungwa akiniambia ameenda kuchukua mzigo mpya Uganda. Namwamini, kumbe nilikuwa najilisha upepo. Pesa hazikurudi, lakini Zena alianza ujenzi, akaniambia anawajengea wazazi wake nyumba kijijini kwao. Mimi kama mwanaume ninayejiweza nilimpa baraka zote, jenga mama, wazazi ni baraka, nilimwambia. Sikujua hiyo baraka ingekuwa laana yangu siku moja kazini mwenzangu Pato alinifuata wakati wa chai, uso wake ulikuwa na uzito. Juma, unajua mimi na mke wangu tunaishi poa, lakini juzi niliingiwa na wasiwasi wasi. Nikapima DNA mimi na watoto, nilikuta watoto ni wangu, lakini niligundua mke wangu anachepuka. Maneno yake yalinichoma kama sindano, japo sikumuonyesha. Pato aliendelea, usione uko na watoto watatu ukabweteka, hujui ya ndani Nina rafiki yangu ana maabara, anafanya vipimo vya siri, private DNA. Majibu yanatoka ndani ya wiki mbili. Basi bwana, ile mbegu ya shaka ilipandwa, ikaota mizizi haraka sana. Kuna vitu vilikuwa haviendi sawa, tabia za Zena, safari zake za ghafla na ile biashara isiyoingiza faida. Niliamua kucheza karata yangu. Siku moja niliwaambia Zena na watoto Leo tuendeni out, lakini kwanza tupitie hospitali ya meno. Watoto waangaliwe meno. Zena hakushtuka. Tulienda kwenye hiyo kliniki ambayo rafiki ya Pato alikuwa ameandaa mazingira. Ilionekana kama kliniki ya meno, lakini ilikuwa ni mtego. Daktari alichukua sampuli zangu na za watoto wote watatu. Neema yule wa kwanza na wale wawili wa kiume niliodhani ni wangu wa damu. Wiki mbili zilipita, kila simu ikiita, moyo unanilipuka. Hatimaye daktari alipiga, bwana Juma, majibu yapo tayari, ila nakuomba kitu kimoja, njoo ukiwa umekunywa dawa ya presha au njoo na mtu wa kukushikilia. Kauli ile ilinifanya nishindwe kupumua. Nilipofika, daktari hakung'ata maneno. Aliweka bahasha mezani na kusema kwa sauti ya chini, pole sana Juma, huyo mtoto wa kwanza tulijua si wako, lakini hata hawa wawili wa kiume DNA zao hazifanani na zako. Hakuna hata mmoja aliye na damu yako. Watoto wote watatu wana baba mmoja na sio wewe. Dunia ilisimama, masikio yalipata ganzi. Miaka kumi na nne ya ndoa, jasho langu, upendo wangu watoto niliowalaza kifuani mwangu sifuri. Sikurudi nyumbani, nilikodi Airbnb maeneo ya Westlands kwa siku tatu. Nilikunywa pombe kama maji, nilizima simu. Nilitaka kufa, nilitaka kuua, nilitaka kulipuka. Zena alituma meseji na kupiga simu bila majibu. Siku ya nne, nilijiangalia kwenye kioo, macho mekundu ndevu zimeota. Niliikumbuka kauli ya wanaume, character development ikikupata unaoga, unapaka mafuta, unarudi sokoni. Nilioga, nilivaa suti yangu nzuri, nikawasha simu, nikampigia Zena kwa sauti ya utulivu wa kutisha. Mpenzi, nilipata dharura ya kikazi, nimerudi. Jumamosi hii nataka tufanye sherehe ndogo, waite wazazi wako na wazazi wangu. Nina surprise. Jumamosi ilifika, nyumba ilijaa harufu ya pilau na vicheko. Wazazi wa pande zote mbili walikuwepo. Baada ya chakula, nilisimama. Ukimya ulitawala. Nashukuru mmekuja, nilianza, sauti yangu ikiwa imara kuliko nilivyotegemea. Leo nina zawadi, zawadi ya ukweli. Nilitoa ile bahasha ya DNA nikaanza kusoma. Wazazi wa Zena walibaki midomo wazi, wazazi wangu walishika vichwa. Zena alijaribu kukimbia, lakini alijikwaa akaanguka sebuleni akilia. Ilibidi aongee, na ukweli uliotoka kinywani mwake ulikuwa mchungu kuliko sumu. Watoto wote watatu, kuanzia Nema mpaka yule mdogo, walikuwa ni wa mwanaume mmoja anayeitwa Dennis. Dennis ndiye alikuwa mpenzi wake wa zamani. Mbaya zaidi, ile biashara niliyomfungulia pesa zote hazikupotea. Zena alikuwa akichukua pesa zangu, faida na mtaji, na kwenda kumjengea Dennis nyumba ya kifahari, nyumba ambayo aliniambia anawajengea wazazi wake. Kwa miaka kumi na nne nilikuwa namtunza mke wa mtu, nikilea watoto wa mtu na kumjengea nyumba mwanaume mwingine ambaye alikuwa golikipa tu asiye na kazi. Kila aliposema anaenda dukani, alikuwa anaenda kwa Dennis. Siku hiyo hiyo niliamuru Zena atoke. Nilimfukuza yeye na watoto wake wote watatu waende kwa baba yao. Niliuza kila kitu kilichokuwa na jina langu ambacho alikuwa akitumia. Sasa nina miaka 44. Nimeanza maisha upya. Nimebaki na makovu, lakini nina amani ya kweli. Na Zena alipoenda kwa Denis na wale watoto, alikutana na uhalisia. Denis hakuwa na kazi, hakuwa na akili ya maisha, alikuwa tegemezi. Bila pesa zangu za biashara, maisha yao yamegeuka kuwa jehanamu. Pesa ya wizi haidumu, na laana ya machozi ya mtu asiye na hatia huwa haipotei bure. Mimi ni Juma, na hii ndiyo Character development yangu.